Nam, karibu mtazamaji wa gumzo la Ghassani kwenye ya tahariri ya gumzo, na leo tahariri ya gumzo inasema: msingi wa serikali ya umoja wa kitaifa ni uchaguzi huru na wa haki. Kazi ya mwisho inayoikumbuka kwa fahari kubwa kabla ya kuondoka nchini Zanzibar na kuhamia ughaibuni mwaka 2010 ilikuwa ni kupigania kura ya maoni iliyoanzisha mfumo wa serikali ya umoja wa kitaifa Zanzibar, nikiwa sehemu ya timu ya kampeni ya ndio iliyoongozwa na aliyekuwa katibu mkuu wa chama kikuu cha upinzani wakati huo, chama cha wananchi CUF, marehemu Maalim Sef Sharif Hamad. Tulizunguka visiwa vya Unguja na Pemba kwa matumaini makubwa kwamba maridhiano ya Novemba 2009 baina yake, Maalimu Sef, na rais wa Zanzibar na makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wakati huo, Amani Karume yangeleta utulivu wa kudumu na kuondosha chuki iliyosababishwa na chaguzi za kibabe. Kimsingi, serikali ya Umoja wa Kitaifa haikupiganiwa kwa sababu ya kugawanya dhifa, bali ilikuwa itikadi ya msingi ya sisi tuliokuwa upande wa upinzani tangu mwaka 1995. Imani yetu ilikuwa kwamba Zanzibar yenye mfumo wa vyama viwili vilivyogawana baina ya nguvu za umma na nguvu za dola haiwezi kamwe kuongozeka kwa mfumo wa mshindi kuchukua yote. Serikali ya umoja wa kitaifa ilikusudiwa kuwa daraja la umoja na kuupa umma pande zote sauti katika utawala wa nchi yao. Haikuwa lengo la mwisho, bali ilikuwa njia ya kuelekea kwenye lengo kuu la kitaifa. Nakumbuka miaka mingi kabla ya hatua hii kufikiwa, nilikuwa binafsi nimeandika makala nyingi kwenye magazeti kutetea hoja na haja ya serikali ya umoja wa kitaifa Zanzibar. Hata hivyo, tangu awali, jambo moja lilikuwa la hakika kwetu sote Serikali ya umoja wa kitaifa halikuwa chaguo la CCM walio wengi. Kura hiyo ilipita kwa shingo upande kwa sababu ya uungaji mkono wa upande wa upinzani na viongozi wachache wa CCM walioongozwa na Rais Karume mwenyewe. Baki ya wana CCM wengine ama walisusia kupiga kura hiyo au walipiga kura ya hapana. Matokeo yake yalipotoka, hata kama kwa ushindi mzuri wa asilimia 66.4, kwa sisi wa kambi ya ndio, hayakuwafurahisha wale tuliokuwa tukiwaita siku hizo wahafidhina. Huu ndio mzizi wa tatizo la sasa. Wengi ndani ya chama tawala hawaitaki serikali ya umoja wa kitaifa. Hata hivi tunavyozungumza, wanajiona kama walioingizwa kwenye balala kugawana madaraka na Rais Karume ambaye hawachelei kumlaani kichini chini. Hili ndio lililopelekea mfumo wa serikali ya umoja wa kitaifa kuanza kuhujumiwa tangu katika siku zake za mwanzo kabisa, na kuendelewa kufanya hivyo hadi hivi leo kinyume na matarajio ya sie tuliyotembea nchi nzima kuisaka serikali ya watu wote, leo hii tunashuhudia serikali ya wenyeji na wageni waalikwa. Udhaifu huu unajionyesha katika mambo makuu mawili. Moja ni kuwekwa kando ule moyo wa kuendesha serikali ya pamoja, kinyume na utaratibu wa serikali za umoja wa kitaifa kote ulimwenguni, ambapo vyama washirika hukaa na kuandika ajenda ya pamoja ya kuendesha nchi. Zanzibar imekuwa ikitumia sera moja tu ya chama tawala pekee. Matokeo yake wapinzani wanaoingia serikalini kama washirika wadogo wanajikuta wanafanya kazi kama watekelezaji wa maono tu ya chama chingine badala ya kuwa waamuzi wa maono ya pamoja. Hili linaiondoa maana ya kushirikiana na badala yake linajenga mazingira ya wapinzani kuwa waalikwa au watumishi tu wa watawala. Udhaifu wa pili ni kuendelea kwa ubabe katika chaguzi, ambao ulitakiwa kupotea baada ya kuundwa serikali ya Umoja wa Kitaifa. Lengo kuu la serikali ya Umoja wa Kitaifa lilikuwa ni kuondosha ubabe huo na kuleta amani ya kisiasa visiwani Zanzibar. Badala ya kufanya hivyo, chama tawala kimeendelea na mbinu zile zile za wizi wa kura walizozitumia kabla ya elfu mbili na kumi kuandikisha wasiostahiki, kuwanyima wanaostahiki, kuendesha vitendo vya ukatili dhidi ya mawakala wa wagombea wa upinzani na kutangaza matokeo ya uongo. Kitendo cha kuendeleza wizi wa kura kinamaanisha kwamba serikali inayoitwa ya Umoja wa Kitaifa inaundwa na utawala uliotekwa nyara na dola, na siyo tena matunda ya demokrasia huru, na hiki sicho tulichokipigania. Kimsingi, serikali ya umoja wa kitaifa ni zaidi ya kugawana viti vya uwaziri; ni ujumuikaji wa pamoja kwa dira na misingi inalenga kupunguza siasa za migawanyiko na kuhakikisha kuwa makundi yote makuu yanawakilishwa katika uongozi, hasa katika jamii ambazo historia yake imejaa migogoro ya kisiasa. Inapotekelezwa kikamilifu, serikali ya Umoja wa Kitaifa huwa na faida nyingi. Mojawapo ni kutoa uwakilishi imara wa wananchi wenyewe kwenye utawala wa nchi yao. Kiongozi wa upinzani, kwa mfano, anapewa cheo cha juu kama vile makamu wa kwanza wa rais huwa anapata nafasi ya kuhakikisha kuwa ajenda na sauti ya sehemu kubwa ya wananchi inapelekwa moja kwa moja kwenye baraza la mawaziri. Serikali ya Umoja wa Kitaifa pia hupunguza migogoro wa kuhakikisha kuwa migogoro ya kisiasa inatatuliwa mezani badala ya kupeleka vurugu na uhasama mitaani kila baada ya uchaguzi. Na pia kwa kuwa kwake na sera za pamoja, serikali ya Umoja wa Kitaifa inajenga utamaduni wa kuzungumza na kukubaliana ajenda ya pamoja ya kuendesha nchi ambapo kila chama kinatoa mchango na kunyoosha mkono wake katika utekelezaji wa ajenda hiyo. Hii ndio dira na misingi tuliyoipigania mimi na wenzangu miaka 15 iliyopita, lakini tulichokipata ni kinyume chake. Kilichotokea Zanzibar tangu hata huo mwaka 2010 kimeivua serikali legamba la umoja wa kitaifa na kubaki na maana moja tu: utekaji nyara wa demokrasia uliohalalishwa na katiba. Nina sababu kadhaa za kuita hali hii kuwa ni utekaji nyara wa demokrasia na sio umoja halisi wa kitaifa. Moja ni kwenye asili ya mamlaka, ambapo mamlaka ya serikali ya umoja wa kitaifa hutokana na uchaguzi huru wa haki na wa heshima. Mamlaka ya utekaji nyara wa dola hutokana na wizi wa kura unaofanya na dola yenyewe inayotangaza matokeo ya uongo. Nafasi ya wa washirika kwenye serikali ya umoja wa kitaifa halisi ni usawa w baina yao kwenda kuunda serikali za nchi, ilhali kwenye utekajinyara wa demokrasia ni upande mmoja unaojiona mtawala na mwingine umealikwa, anayepokea tu maagizo. Kwenye serikali ya umoja wa kitaifa halisi malengo ya muda mrefu ni kujenga amani ya kudumu na utamaduni wa maridhiano kwa ngazi zote, ilhali utekajinyara wa demokrasia unajikita kwenye ukandamizaji na kuua kabisa upinzani na kuuvuta serikalini. Tofauti hizi ndio kiini cha hoja yangu kwamba ikiwa chama kinashinda kwa njia za udanganyifu, vyombo vya dola vinatumia kukandamiza upinzani, na matokeo yanafutwa na kubadilishwa kiholela, basi hakuna uhalali wa kidemokrasia wa serikali inayoingia madarakani. Kuwalazimisha wapinzani kuingia katika serikali ya namna hiyo, sio umoja wa kitaifa, bali ni kunyakua nguvu halali za upinzani na kuwafunga mikono nyuma; ni utekaji halisi. Kwa hivyo serikali ya umoja wa kitaifa bila uchaguzi huru ni sawa na taswira potofu ya demokrasia iliyowekwa juu ya mfumo wa utawala wa kiimla. Inatumika kuficha dhuluma na kuonyesha dunia kwamba kuna amani, wakati kiini cha siasa za kistaarabu na kidemokrasia kinazidi kuoza. Huku ndiko kuua dhamira ya serikali ya umoja wa kitaifa na kugeuza matumaini yetu ya miaka mingi kwa utekaji nyara wa dola. Kama nilivyoanza, mimi sio tu mtetezi wa dhati wa mfumo huu wa uendeshaji nchi serikali ya Umoja wa Kitaifa bali pia ni mmoja walioingia mitaani na vijijini kupigania kwa kuwa na uamini kwa dhati. Lakini msimamo wangu ni kwamba serikali ya Umoja wa Kitaifa yenye maana, yenye uwezo wa kuleta maendeleo na amani ya kudumu, lazima ijengwe juu ya misingi na dira thabiti. Haitoshi tu kuwa na serikali ya Umoja wa Kitaifa, lazima iwe serikali ya Umoja wa Kitaifa inayotokana na uchaguzi huru na wa haki. Bila msingi huo, serikali ya Umoja wa Kitaifa inabaki kuwa kichaka cha watawala waovu, siyo matunda ya demokrasia na maridhiano ya kweli. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya gumzo la Ghassani.